Jeshi la Kujenga Taifa limewaita vijana ambao wamemaliza ma waliohitimu kidato cha sita kwa mwaka huu kuhudhuria mafunzo ya JKT. Na hii ni kwa mujibu wa sheria uh, kwa mwaka huu 2025. Tutaangazia zaidi kuhusiana na umuhimu wa mafunzo haya ya JKT kwa wahitimu uh, tukizungumza hapa na viongozi katika hili uh, wakiwa katika studio zetu za Dodoma tunaye kaimu mkuu wa tawi la utawala JKT Kanali Juma Mrai. Habari za hapo Dodoma na karibu sana. Kanali Mrai, kama unatupata, karibu sana. Wanasema tofauti. Naam, naona bado mawasiliano hayako rafiki, lakini tunaye pia kanali uh, Fridolina Kamaze ambaye ni mkurugenzi wa utumishi uh, JKT. Kanali Juba, unatupata? Hapana, nafikiri ni sisi ni kanali na Kanali Mbanga. Naam, karibu sana ni kana, Kanali Mapunda na Kanali Mbanga Ka karibuni sana a, pengine tuanze basi kwa huo utambulisho a, naona kumekuwa na tofauti hapa. Karibuni sana na a, mtuambie pia kuhusiana na hili la kushiriki ama vijana kushiriki a, katika mafunzo ya JKT. Mimi naitwa Kanali Mbanga, ni mkuu wa kikosi cha Makutupora a JKT. Tumekuja leo hapa kwa ajili ya kuendelea kwa kuwakumbusha Watanzania wajibu wa kuwaleta watoto wao kuhudhuria mafunzo haya mujibu wa sheria, kwa maana mafunzo haya yanawaandaa vijana wa Kitanzania kwa ajili ya kuwa walinzi wa taifa letu. Vile vile, mafunzo haya yanawaandaa vijana hawa kuwatoa katika ule msingi wa wanafunzi, sasa wanaenda kuwa watu wazima na ambao wako tayari kulitumikia taifa lao. Kwa hiyo wakija huku kwanza watapata malezi ya, malezi ya vijana ambayo yanawaandaa ya vijana wa Kitanzania kuja pamoja na kuwa wazalendo. Tutawafundisha pia vile uzalishaji mali, maana yake namna ya skili za uzalishaji mali ambao ni kilimo na ufugaji pamoja na ufundi. Pia kuwafundisha ulinzi ndio maana wakifika huku watafanya mafunzo ya awali ya kijeshi. Kwa hiyo Watanzania, wale ambao wana wasiwasi na mafunzo haya, mimi ni kamanda kikosi, kikosi changu kimejiandaa sehemu nzuri ya kukaa vijana hawa. Mahitaji yote ambayo yanahitajika kwa ajili ya kozi yao yako tayari. Kwa hiyo niwaondoe wasiwasi wazazi na walezi wa vijana ambao mafunzo maliza kidato cha sita mwaka huu, kwamba vijana hawa wawaruhusu waje wafanya mafunzo haya na watarudi nyumbani wakiwa wako salama na wakiwa wamebadilisha tabia na kuwa Watanzania na wazalendo zaidi. Mm -hmm. Asante sana Kanali Mbanga. Vipi kwa u u wale ambao pia wana utaratibu wa kujitolea wenyewe? Utaratibu wao unakuwa tofauti ama unakuwa ule ule? Utaratibu wa kujitolea wenyewe uko tofauti kidogo kwa sababu kwanza hawa wao wa, wa, wa, wa, wa, wa mujibu wa sheria kozi yao ni ya miezi mitatu. Lakini wale wa kujitolea kozi yao ni ya miaka miwili. Na wale wa kujitolea utaratibu unaanzia kwa wakuu wa wilaya baadaye kwenye mikoa na baadaye wanagawa kwenye makambi yetu, na kozi yao wao inachukua muda mrefu kama ulivyosema, kwamba ni miaka miwili. Kwa hiyo kila hizi kozi mbili ziko tofauti, kwa maana kwamba hii ya ya mujibu wa sheria ni kwa ajili ya form six waliomaliza mafunzo waliomaliza elimu ma, e, e, yao ya kidato cha sita mwaka huu. Na pengine tueleze kuhusiana na uh, yale ambayo mafunzo ambayo uh, mara nyingi hutolewa kwao na ni zipi pia faida uh, za wahitimu hawa uh, kuhudhuria katika mafunzo haya uh, faida za mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa ni nyingi kwa vijana wetu wa Kitanzania, hususani uh, katika kuzingatia silabasi nzima ya mafunzo ya vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa uh, silabasi yao kwanza inawafundisha mafunzo ya awali ya kijeshi, na pia silabasi yao inaruhusu kuwafundisha vijana stadi za kazi na za maisha. Kwa hiyo kijana anapotoka katika vikosi vyetu vya jeshi la kujenga taifa anakuwa amepewa ujasiri, amekuwa mzalendo wa nchi yake, anakuwa ni mthubutu, kijana anakuwa na ufahamu, hawezi kushawishiwa kufanya kitu chochote ambacho kipo kinyume na utamaduni na mila desturi za Kitanzania, na kijana huyu sasa kwa kujitambua huko, ndiyo hiyo inapelekea vijana wa Kitanzania kupunguza migomo kwenye vyuo vikuu. Vijana wanakuwa na ufahamu juu ya usalama wa nchi yao. Kijana wa Kitanzania ambaye kapitia mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa huwezi kumshawishi afanye vurugu ili kuharibu amani na usalama wa nchi yake Kwayo hilo ni faida kubwa sana kwa vijana wetu wa Jeshi la Kujenga Taifa kupitia mafunzo haya tunayowapa ya Jeshi la Kujenga Taifa. uh-huh. Kanali Mapunda, wakati mwingine kumekuwa kidogo kama na na shaka hivi kwa baadhi ya watu kwamba jeshi bwana ni kazi kazi. E, pengine jeshi kuna shurba haswa. Zungumza na Watanzania sasa hivi wafahamu kuhusiana na kile ambacho e, huenda kipo tofauti na vile ambavyo wanafikiri mimi ni shuhuda mkubwa sana au mzuri sana wa mafunzo ya jeshi la kujenga taifa kwa sababu mimi chimbuko langu ni jeshi la kujenga taifa. Nilijiunga, hmm, jeshi la kujenga taifa kwa kujitolea mwaka elfu mbili na moja katika kambi ya Makutupora. Nimehudhuria mafunzo haya na nikayafurahia, na na mafunzo haya na na na nikayafurahia nikayapenda. Mafunzo haya ndiyo yamenifanya mimi kufika hapa nilipo. Mafunzo yote yanayofundishwa katika vikosi vyetu vyote vya Jeshi la Kujenga Taifa yanazingatia silabi ya mafunzo ya vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa, hivyo kila kilichopo katika silabi ni mafunzo na siyo adhabu. Mm-hmm. Sasa uh, Kanali Limbanga, tupitishe tufahamu, pengine vijana wanaporipoti uh, wanakuwa kwenye hali gani, na wakimaliza baada ya hapo, namna gani mnakuwa mmejiridhisha juu ya kile ambacho wamekipata akiwa JKT? Kweli vijana wengi wanaporipoti wanakuwa kwa sababu ya taarifa zilizopo ambazo sio sahihi, ambazo zipo mashuleni huko, wanakuwa na hofu kiasi fulani, lakini wakishafika tu siku ya kwanza pale, kuanzia kupokelewa pale ambako wanapokelewa kwa utaratibu mzuri, kwa usimamizi mzuri, akishakaa wiki moja tu anakuja kugundua kwamba yale yote ambayo alikuwa anaambiwa kule yalikuwa sio sahihi. Na tumeshuhudia vijana pale, anakuja anatetemeka, lakini baada ya kuwa ameshamaliza mafunzo ya JKT hapa, anakuwa hataki tena kule nyumbani, anaomba ikiwezekana aunganishwe kwe, kwenye mafunzo mengine ya kijeshi ili mwisho wa siku aweze kuwa mwanajeshi. Kwa hiyo taarifa nyingi zilizopo sio za kweli, haya ni mafunzo mazuri tu, tu, tu, tupo masio na viongozi wengine wote ambao wapo huku ni watu ambao tunahakisha kwamba mafunzo haya ni salama kwa vijana, kwa afya zao, lakini tunahakisha kwamba ile silabi ambayo imewekwa inafuatiliwa vizuri. Na kwa watoto wa kike wakifika hapa, tangia siku ya kwanza wanasimamiwa na maofisa na, ma, na, na, na, na, na askari wa kike ambao wamefundishwa namna ya, ya, ya kuwatunza watoto. Mabweni yao wanayokaa yako mbali kabisa na mabweni yao, na mabweni ya wanaume na kwenye mahanga wanayokaa kule wanalala na, na hawa mamatroni wao ambao ni askari na muda wote kijana akiwa JKT atakuwa na askari ambaye yuko pale ambaye anamsimamia. Kwa hiyo hizi information zile kwamba vijana huku wanateswa sio za kweli, kwa sababu tayari huku haya mafunzo tunazingatia tuna sana na kila asubuhi tunafanya eh, briefing ya kuona kozi inaendeleaje ili mwisho wa siku kama kuna changamoto yoyote, basi tunachukua hatua za haraka sana kuhakikisha kwamba tunafanya marekebisho. Na kiongozi yoyote ambaye ataonekana amefanya kitu ambacho ni kinyume na, na utaratibu na miongozo ya kozi hii tunachukua hatua kali sana na haraka sana kuhakikisha kwamba haya makosa hayafanyiki. Kwa hiyo vijana wasiwe na wasiwasi, waje JKT watafanya mafunzo vizuri, na watarudi nyumbani wakiwa kweli tumewajenga na tumepata walinzi wa amani yetu na wa taifa letu kwa muda mrefu. Mm -hmm. Tumeelezwa hapo umuhimu wa vijana kushiriki uh, katika mafunzo haya, lakini kumekuwa na mtazamo uh, kutoka kwa baadhi kwamba mafunzo haya hayana tija na huenda yasiwe na uh, simtofautishe kijana ambaye ametoka JKT uh, kupitia mafunzo haya ya muda mfupi na hata yule ambaye hakwenda uh, Kanali Mbaga, katika hili uh, ni yapi maoni yako? Hapana, uwezi kufariza kijana aliyepita JKT na ambaye amepita JKT. Na kumbuka kipindi kile wakati JKT kitili ilikuwa imesimamishwa, mm. Vyuo vyuo vyetu vilikuwa vina, vina vina, vina, migomo mingi na vurugu nyingi vyuoni lakini vijan, merudi, vijana baada ya kuwa mafunzo yamerudi, hawa vijana wachache ambao wanapita JKT wakienda vyuoni kule wanakuwa ni chachu ya kuleta amani kwenye vyuo. Kwa hiyo hata sisi wakipita huko tunawa encourage kwamba mkifika vyuoni muende kule mkae viongozi. Aidha, mafunzo haya kwenye nchi yetu hapa yameleta viongozi wengi. Kwa mfano, waziri mkuu Kassim Majaliwa alipita kikosini kwangu miaka ya nyuma uh, waziri wa ulinzi tax alipita kikosini kwangu. Kwa hiyo kuna viongozi wengi ambao wamepita JKT na leo ni viongozi mahiri na wazuri katika nchi yetu. Kwa hiyo moja ya faida nyingine ambayo JKT in, in, in, in, inawapa ina, ina vijana ni kuwaandaa vijana kuwa viongozi wa baadaye wa taifa letu. Kwa hiyo sio kweli kwamba kijana akitoka JKT na ambaye hajapita wako sawa, hawezi kuwa sawa. Na zipi na, na, na hasa changamoto ambazo mnapitia um, katika kuendesha ama uendeshwaji pia wa mafunzo haya? Changamoto kubwa ni hii ya kwamba watoto wanakuja, wanakuja, wanakuja, wanakuja tayari wameshapandikizwa wame, wame eh, ule uoga. Kwa hiyo inachukua muda kidogo paka, paka, paka uje mrudishe, baada ya hapo sasa ndio anza kuona faida ya mafunzo haya, lakini otherwise mahitaji yote ambayo yanahitajika kwa ajili ya hizi kozi yapo na wakufunzi wapo, mazingira ni mazuri sana yameboreshwa, tuna dawa, tuna kila kitu. Na hata wale ambao wana changamoto za afya, kuna utaratibu mzuri sana ambao umewekwa wa kuhudhuria kozi hii hapa bila kuathiri tiba zao na bila kuathiri afya zao. mm -hmm. Kanali Mapunda, kwa upande wako, uh, baadhi ya wazazi bado wamekuwa na hofu hiyo ya uhakikisho wa usalama wa watoto wao. Tumezungumzia watoto wa kiume na wa kike wote, hasa wanapohudhuria mafunzo kwako. Uh, kama mama pia, nini ambacho uh, una washauri uh, wazazi hasa kwa ruhusu wanafunzi ama wahitimu kushiriki na uh, umuhimu wake Mashauri wazazi wote wawaruhusu watoto wao kuhudhuria mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, kwani mafunzo haya ni yana umuhimu sana kwa watoto wa Tanzania. Aa, mimi kama CEO na kama mkuu wa kikosi wa pale Rwamkoma ni mama na ambaye ninawalea vijana wangu ambao wanapita katika mafunzo pale kikosini kwangu kama watoto wangu, tukikaa katika vikao vyetu mara kwa mara tumekuwa tukiwaelewesha wanapata elimu rika, tunawapa madhara na faida za kujitunza. Ni masomo mengi ambayo wanayapata ambayo nyumbani kwao wasingeweza kuyapata, lakini ndani ya vikosi vya Jeshi la Kujenga Taifa masomo hayo wanayapata. Tunawaelekeza namna nzuri ya kuripoti anapokuwa na shida. Kwa hiyo vijana wetu wana ujasiri, hata anapopata ch eh, changamoto yoyote ni rahisi kumfata kiongozi na kuripoti. Kwa hiyo usalama wao uko asilimia mia moja asilimia Mm. Anasema Zakanali... kuna, kuna mateso kazi ngumu, anyanyaso wengine hawajazoea. ni kweli, uh, vijana wanatoka katika mikoa mbalimbali mbali ya nchini kwetu Tanzania hawajazoea yale mafunzo ya jeshi la kujenga taifa, na mafunzo yale ni ya kijeshi. kwa mm hiyo -hmm. atakuwa tofauti na jinsi alivyozoea alipokuwa nyumbani na mafunzo yote yanayopatiwa kijana wa Jeshi la Kujenga Taifa yapo kwenye silabi ya mafunzo. Kwa hiyo tunawasihi wazazi na vijana wanaokuja wawe na mtazamo chanya juu ya mafunzo yanayoendeshwa na vikosi vya Jeshi la Kujenga Taifa, kwamba sio mateso, ni mafunzo na anapotoka pale kijana anakuwa tofauti. Na tunapata mrejesho mzuri kutoka kwa baadhi ya wazazi kwamba vijana wao wamebadilika tofauti na kipindi kabla hawajahudhuria mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Namshukrani na sana. Nawashukuru sana Kanali Gaudensia Mapunda, kamanda kikosi cha Ramkoma JKT Mara. Asante sana kwa kuungana nasi. Tunakushukuru pia Kanali Festo Mbaga, kamanda kikosi cha Makutopora JKT Dodoma. Nawatakia majukumu mema. Asante na sana na uh, ni kanali wakitueleza pia kuhusiana na kile ambacho kimefanyika hasa wakati huu ambapo uh, hivi karibuni tu uh, JKT limewaita vijana ambao wamemaliza ama wamehitimu uh, kidato cha sita kwa mwaka huu 2025 kushiriki katika mafunzo haya. Tutarejea baada ya mapumziko.